Bado zinachosha. Safari za jiji kuu hazibugudi tena kama zamani. Teknolojia imefanya mambo kuwa mepesi. Kama ni zamani zenu, tungechukua siku tatu kupambana na barabara ya vumbi. Na ikinyesha ndiyo basi, ni mpaka barabara ikauke ndiyo safari iendelee. Waliosafiri siku hizo hau kuionea safari raha. Haikuwa tu mwendo wa kobe bali pia ilimtitiga msafiri, na alipofika tayari alikuwa na mavune. Afadhali ya mtu alimeshae fahali kwenye ardhi iliyokanyagwa kanyagwa na ng'ombe. Lami imerahisisha mambo. Haya magari yenu ya siku hizi yana mbio kweli. Hayo ni kwa sababu ya lami. Barabara ikiwa imesakifiwa vizuri, basi mwendo wa vyombo nao unakuwa wa haraka. Ulimwengu umeendelea sana. Umeendelea ndiyo, lakini si huu wetu. Kwa nani basi ulioendelea? Tazama mama, sisi tumekuwa pale pale wakati dunia ya watu wengine ikikuwa. Nchi nyingi zimekuwa na maendeleo ya barabara za misimu yote. Ulimwengu umeendelea, lakini sisi tunausindikiza tu, tunasubiri uzalishe, sisi tutumie. Wanaozalisha wanavuna, lakini sisi hapa tupo pale pale kwenye hujuma na kuchimbana, kwenye ugomvi na mivutano, kwenye chuki na uhasama wa kitoto, kwenye tembo na gumzo lisiloisha, penye uchimvi na kusutana. Haya ndiyo maendeleo yetu. Tunasubiri akili kubwa kuzalisha vya kutumiwa na ulimwengu mzima, na sisi biashara yetu ni maneno ya kuvuta nyuma azma ya kujiendeleza. Kweli uyosemayo mwanangu lakini unajua watu wa hapa kwetu walivyo, mama. Ulimwengu unakwenda shoti, watu wamechukua nafasi zao katika mtandao mzima wa nchi. Nafasi chache zilizosalia watu wanang'ang'ania kuzijaza, lakini hapa kwetu mwanamme hasani yule ajuae gongo lililopo na kujitolea kutumia hela yake yote kulinunua. Hivyo ndivyo walivyomfanya babako, wamemvuta na kumweka mikononi mwao. Sasa wanampeleka kama tiara kwenye upepo. Matokeo yake ni haya, utumwa wa pombe. Ona sasa, tangu tulipoingia majira ya saa kumi na mbili, bado baba hajatia guu nyumbani. Hata mifugo hao wameachwa tu. Yaache hayo, usimwingilie sana baba yako. Mimi nilipoona kuku na mbuzi wamefungiwa mapema na ng'ombe wapo zizini, nilijua baba yako amekwenda wa kwa wazee wenzake. Ni desturi ya kila mwanamume hapa. Afadhali baba yako anajaribu kusaidia hapa na pale, anasaidia. Mgala muue na haki yake umpe. Kuna wakati baba yako uingie jikoni akapika. Yeye ndiye ajuae mikutano ya vyama vyetu itakuwa lini, Ndiye anayehudhuria vikao vyote, si kwamba afanyi kitu. Baba yako hufanya inapobidi au wanapojisikia. Lakini haifai hivyo. Inafaaje? Kushirikiana na kusaidiana katika kila hali huo ni uzungu mama. Labda umesahau, hapa kijijini kanuni yake ni tofauti. Hata akifanya sana haitasaidia. Watu watapata sababu ya kumcheka, watasema ninamkalia baba yenu. Si waseme tu! Halafu mngeolewa wapi? Binti za mama aliyemtilia mumewe mguu wa kausha? Ningefanya hivyo mngezeekea hapa. Kwa hivyo uliyafanya hayo yote kwa ajili yetu? Hata bila nyinyi ningefanya tu. Utamaduni wetu ungali una nguvu mwanangu. Huwezi kushindana na mwanamume, huwezi. Wanawake wangapi ni wajuao hodari kuliko wanaume katika kazi zao? Wengi tu. Fanya werevu na hekima, isije ikawa mnashindana. Wachezaji wa timu moja watashindanaje? Ushindani kati ya wanaume na wanawake masomoni na kazini si hoja, lakini si nyumbani, mwanangu. Mwanaume ni moto wa kifuu. Marehemu nyanyangu alipotupa mafunzo ya unyago alitueleza kila tulilofaa kutenda. Maarifa hayo ndiyo yaliwafikisha hapo mlipo, vinginevyo ningefukuzwa au ningeumizwa vibaya, nikashindwa kuwainua mlipo leo ni matokeo ya stahamala hizo. Afadhali usingestahimili, leo mngekuwa wapi? Labda tungeolewa mapema kidogo na, naam, nakuwa kama mimi hapa sasa. Unaona, leo ungekuwa unanilaumu kwa kukosa stahamala kwa kuyaharibu maisha yako, kwa kukukosesha elimu. Ungekuwa unazimezea mate fanaka za wengine, labda machungu, labda matamu. Japo sikujaliwa watoto wa kiume, nilitaka sana mpate yale ambayo wangepata hao watoto wa kiume. Kwangu mimi, huo ndio ushindani japo nilipungukiwa na mengi niliyoyatamani, nilitaka nyinyi mwote mbao mpae juu na kuitazama dunia kutoka kule juu kwa niaba yangu. Staamala yangu haikuniletea hasara. Mwanangu, ninajua umejitolea maisha yako ili tupate mema, lakini ona sasa matokeo yake ugonjwa wa moyo. Si neno mama. Hakuna kizuri kijacho kwa urahisi. Mazuri hutoka mbali, na wakati mwingine yana hadithi za kutisha. Maisha yetu ni mfano wa mbegu iliyopandwa. Mbegu hiyo haina budi kuoza kwanza, ndipo ioteshe mche upendezao. Mche huo wa asili ya mbegu iliyooza hatimaye hutoa zao la mbegu nyingi ajabu. Ukitazama vizuri mbegu ile haifi, bali uchukua mkono mwingine wa maisha, huchukua umbo jipya lipendezalo, hasa ikiwa itakuwa imeangukia ardhi nzuri. Hapa kijijini, japo yapo mawili matatu ya kusinya, ardhi yake si mbaya, imewaotesha nyinyi sasa rudini msaidie kuzalisha mbegu nyingi nzuri. Nyinyi mmebahatika kuwa mbegu nzuri istahilie kupandwa japo wapaliliaji ni haba. Shikeni usukani, muwe marubani wa kweli ili ndege ipae angani. Maneno mazito hayo mama, unanipa mwelekeo mpya si kujua una mengi mazuri kiasi hiki. Nyinyi mnafikiri sisi ambao hatuna vyeti hatuna akili? Kisomo cha haja ndicho tu hatukujaliwa. Yako hata si habari za kutosoma, ni hekima hiyo. Ila hekima si hekima itokapo kwa mwanamke. Tamaduni zenu hizo. Wewe una bahati una huo utamaduni na huo usasa, si kama mimi. Fanya maarifa uulete huku. Nitawezaje? Elimu unayo. Wasio na elimu hawawaheshimu wenye elimu, hasa vijijini. Usije na elimu tu, ipambe kwa hekima. Kweli. Kweli itachukua muda sana kabla ya kufikia huko. Heri kwanza. <coughs> Mbona unacheka? Basi kwa sababu wewe unafikiri utalianzisha jambo kubwa na jipya kama hilo na lenyewe litengenee mara moja? Mabadiliko yana kazi, huchukua muda na hutaka kujitolea. Muda nitautoa wapi, nilivyobanwa hivi? Hata mwanangu ninamwona mara nyingi akiwa amelala tu. Anza polepole pole. Anza na baba yenu, badala ya kumkabili, mshawishi, atakuelewa akikuelewa atauendeleza ujumbe huo. Sasa ninaelewa mama. Vizuri kama umeelewa. Saa ngapi vile? inakaribia saa mbili na nusu. Ndio maana ninajisikia kuchoka mara nyingi. Muda wetu kijijini hapa ni saa mbili jioni. Huwa tumeshafunga milango na kulala. Mama unahitaji kupumzika, safari ndefu huchosha, hata kama usafiri ni wa starehe. Kweli mwanangu, hata mimi nimechoka. Kesho pia ni siku mama. Itabidi kesho nizungumze na mtu yule aliyekuja kuwaomba kazi. Nitafurahi sana akipatikana, atatusaidia.